Niwashukuru kwa kunituma kama mbunge wenu kwa miaka mitano. Muda wetu sasa umekwisha, mwaka ni wa uchaguzi, tunarudi kwenye uchaguzi. Kwenye chama chetu tukiletwa majina yakapendekezwa tukarudi kwenu kwa wananchi mwezi wa kumi tutakuja kuomba kura, lakini kwa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi kwenye Chama cha Mapinduzi tumeshampitisha ndo mgombea wetu, tunasubiri wenzetu wa upinzani watuletee mgombea wao. Ila kwa mimi naiona basi viongozi wetu wataamua nani aongoze jimbo lao na tutakuja kwenu kuomba kura pale ambapo uchaguzi utakuwa umeanza lakini, kwa kuwa mlitutuma, tumekuja kusema asanteni kwa kutuamini na kututuma. Kwenye muda huu wa miaka minne na nusu sasa ambayo tumetumika na ninyi, kuna mambo makubwa tumefanya kwenye mtaa wenu. Niwakumbushe tu machache, tulifanikiwa hapa kwenu kujenga madarasa kwa milioni arobaini na mbili na laki nne ya uviko, mnakumbuka yale madarasa yameandikwa uviko. Mheshimiwa rais wetu alitupatia fedha hizi na nimekuja kushukuru kwa niaba yake Dr. Samia kwamba asanteni, mlimwamini mlimwombea, ameongoza nchi lakini huku kwenu mmeona mkono wa fedha za serikali. Niwakumbushe kwamba kuna vitu vimefanyika kwenye mtaa wenu. Kwa hiyo tuliletewa madarasa ya uviko milioni arobaini na mbili kwenye shule yetu, kwenye sekondari tukajengewa madarasa matatu milioni sitini mbunge wenu na Mheshimiwa Rais na Diwani na mwenyekiti wetu kama wawakilishi wenu. Sekondari yenu imekuwa inafaulisha vizuri, hongereni sana, mjipigie makofi. Lakini hatujawaacha, hela hizi hapa zilikuja kwenu na watoto wanasoma, lakini tukajengewa pale jengo la utawala milioni hamsini kwa ajili ya walimu wetu waweze kukaa vizuri. Mualimu, mwalimu ita sunafundisha kwa moto au umeama? Umeama eh? Milioni milioni ngapi tulileta pale? Hamsini, na mnaliona pale lakini madarasa haya tukajenga milioni arobaini na nane laki tano yani kwenye elimu tuliwapendelea tena madarasa na ofisi hapa zileta milioni arobaini na nane laki tano vyoo na matundu ya, ya, ya, ya, ya, ya vyoo tulijenga kwa fedha za busti zaidi ya milioni thelathini na moja laki tano thelathini na tisa. Lakini, pia tukaleta milioni kumi kwenye shule ya msingi Komoto lakini hela za mfuko wa jimbo nikawachangieni pale kule kikao cha ndani nikaambia, watoto walikuwa wanakaa chini tukaleta madawati ma, ma mkanipigia simu DC akaja hapa, tuliwahudumia. Lakini kikubwa ambacho nimekuja kuwakumbusha mama zangu wa Komoto na baba zangu kwenye mtaa wenu huu, mbunge wenu inawezekana, mengi sijafanikiwa kuyafanya, lakini kwa mtaa huu mtukumbuke kwa mema tuliowafanyieni. Leo wamama wa Komoto, mnaoga maji matamu yasiokuwa na chumvi. Uongo kweli? Yale maji tuliyatoa bacho kwa pesa nyingi sana bilioni zaidi ya kumi na mbili. Tukaondoa maji ya chumvi kwenye nyumba zenu, sufuria zenu na vitenge vyenu tukaviokoa na chumvi. Kwa hiyo mama zangu kama mbunge mwanamke, hili najivunia na, na namshukuru sana Dr. Samia tumpigie makofi kutupatia hii fedha. Kwa moto tuliteseka na maji ya chumvi mama. Kwa moto sufuria na mabomba yetu yalikatika kwa chumvi. Kanga zetu zilipauka. Umenunua jana ukifua tu imeisha. Uongo. Haya machache niliowapatieni na zile kero ambazo zipo kwenye mitaa yenu tutaendelea kutatua. Kwa kuwa muda wetu unakaribia kuisha, mimi nina mitaa zaidi ya 35, nina vijiji 13 na 3, vitongoji 54. Ninapaswa kwenda kuwaambia asanteni kwa kutuamini, asanteni kwa kututuma, tumegusa tume, tume tumefanya, lakini jimbo lenu liko salama. Kwenye mji wa Babati jimbo lenu liko salama. Mnaona barabara zinawekwa taa, lakini pia Mheshimiwa Rais katuongezea kilomita kumi za lami zitakuja kwenye mitaa yenu, lakini pia tunajenga stendi kuu ya mabasi sasa hivi. Mbunge wenu huyu mwanamke mliyemtuma mkamwamini mtoto wa kike, nimewaachieni Yanga na Simba mkicheza pale ligi kuu hapa mji wa Babati komoto safi. Kwani ya uongo? Kwani vilikwepo tukivisemea? Kuna mtu ananuna leo. Simba si wanacheza Babati wakajifunga eh? Aa. Mwalimu pilipili za shamba zimekuasha. Huyu Simba huyu Simba oye Yanga oye Yanga mpo hivi, tunacheza nao lini? Wale waliokimbia walikuwa kina nani? Yanga jamani, tumejipanga leo. Mama yangu huyu mbunge ambaye utasikia ni mwanamke hatumtaki Leo mji wa Babati upatikanaji wa maji ni asilimia mia moja, kazi inaendelea kwa maeneo ambako mtu mmoja mmoja. Hili jimbo hili linaongozwa na mtoto wa kike. Lakini leo ubunge ulinipa, mimi ubunge wa miaka ulinipa. Nilikuwa Chadema na rukaruka kule, kumbe kule hakunaga maendeleo nikaja, sisi wameniamini. Yanga na Simba, mbunge wenu mnanikumbuka kwa uwanja mkubwa huu hapa, leo ligi kuu inachezewa hapo, uongo kweli? Sasa chuki za nini?